Uh, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu pia nichukue fursa hii kuwapongeza wenzetu wa Yas pamoja na Zangof kwa ajili ya warsha hii ambayo mmeiandaa ili iweze kufika kwa kwa, kwa, kwa taasisi hizi ambazo tumekuwa tukifanya nazo kazi kwa karibu sana. Baada ya kuchukua fursa hii eh, niweze kuwakaribisha mwenye mgeni lakini pia niwakaribishe sasa tunajua kuna wengine wametoka maeneo tofauti tofauti, tofauti na tuambie tu kwamba Zanzibar ipo salama sana na karibuni sana na mkiona kama kuna maeneo hakuja tulia tulia, basi pirika zenu zihamishieni tu upande huo wa Zanzibar, tafanya kazi kwa utulivu, kwa sababu kuna amani na utulivu wa kutosha sana. Nimesema nizungumzie machache kuhusiana na warsha yetu hii, hasa kuhusiana na swala so, zima la kwanza kuwapongeza kuwapongeza Yas kwa kwa sababu yes. Tunajua zipo kampuni nyingi hatuna haja ya kuzitaja hapa, lakini kuweza kujitoa kwa ajili ya kukaa na wadau hawa kuandaa warsha hii ambayo tunaamini itakuwa na faida kubwa kwa ajili yao, lakini pia kwa ajili ya nchi yetu, kwa sababu serikali kama serikali imekuwa ikipanga bajeti zake za kila mwaka imekuwa ikifanya vitu vingi sana kwenye hayo maswala ya elimu, iwe mazingira, iwe watu wenye mahitaji maalumu iwe kwenye maswala ya vijana na maeneo mengine. Lakini kwa nini kumetengezwa mazingira mazuri ili kuweza kuwepo kwa taasisi, za, taasisi hizi za kiraia yamefanyika hayo, kwa sababu inajulikana kwamba taasisi hizi zina mchango mkubwa sana katika jamii yetu. Kuna maeneo mengi sana wao wameweza kuyaibua na hata kama hakuyafanya kwa asilimia mia moja lakini ule uwezo ku, ile kuyaibua, wanaweza kujua kuna eneo fulani, kuna taasisi fulani imeenda, mfano labda kuna activities za upandaji wa mikoko na mambo mengine. Kwa hiyo taasisi zetu hizi za kiraia ndio zimekuwa zikitushirikisha sana katika hizo shughuli. Kwa hiyo kikubwa ninachotaka kuwaomba tu YAS tuendelee kushirikiana na hizi taasisi, na nimemsikia mratibu hapa, nafikiri itakuwa ni jambo jema mki, Mkiweza kuandika hiyo, hiyo MOU, kwa sababu itakuwa mna ungana na kushirikiana kisheria sio kwa kuombana tena kwa sababu najua kwenye memorandum, kwenye memorandum of understanding mnaweza mkaweka vile vitu ambavyo mnahisi nyinyi kwenye eneo hili na hili na hili na hili zote tukashirikiana kwa hiyo lakini pia inakuwa ni faida kwenu kwa sababu najua kampuni hizi zinafanya biashara kwa hiyo mkishirikiana taasisi zaidi ya mia moja, manake taasisi mia sio taasisi na mtu taasisi mia kama ukichukua kila taasisi ikiwa na watu ishirini tu maana, ma, ma, ma, ma, kwenye upande wa kampuni yenu ya simu mtakuwa mmefanya mmefanya jambo kubwa sana. Sisi kwa upande wetu kama serikali, tuahidi tu mashirikiano, tutaendelea kushirikiana kila pale ambapo mnahisi kwenye jambo hili serikali inatakiwa kuingilia kati kuweza kusaidia, basi serikali ya, ya mapinduzi ya Zanzibar, lakini hata serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ni mfano mzuri sana katika maeneo haya ya kuweza kuweza kushirikiana na taasisi binafsi iwe kampuni za simu iwe mabenki iwe NGOs na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo serikali, milango ipo wazi, tunawakaribisha sana ili tuweze kufanya kazi zetu kufanya kazi zetu kwa pamoja. Kikubwa ninachokiomba kwa washiriki leo, kwa sababu tunajua Yas wana vitu vingi sana, kwa sababu hapa alokuja kutoa taarifa yao fupi amezungumza si zaidi ya ufupi, dakika tatu, lakini vitu ni vingi kweli. Kwa nyinyi ambao mmepata fursa leo ya kushiriki hii warsha nafikiri ni vyema mkasikiliza kwa makini sana, kwa sababu hata mimi ambaye nimepita tu nimepita, kuna vitu nilikuwa sijui, ndio nimeviona hapa, naweza mkashangaa mkoa Ilala, kuna vitu kwanza nimeviona nimeviona hapa ndani ukumbini, kumbe kuna, kuna fursa na kutembea na intaneti zetu 24/7 kwa hiyo naamini mkipata muda mzuri huu ambao nusu siku au siku nzima mtakoipata hapa leo, mkiwasikiliza vizuri kwa makini, naamini mtaondoka na vitu vingi vizuri na nyinyi mkiyachukua kiapeleka kwa watu wetu basi wataweza, tutaweza kunufaika na hizi huduma nyingi na za muhimu sana, kwa sababu ni huduma zinatolewa na, lakini ni za muhimu katika maisha yetu, ni za muhimu katika harakati zetu, harakati zetu za kila siku. Lakini kitu kingine, nimesema nizungumzie juu ya swala la utunzaji wa amani na utulivu wa nchi yetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeenda kwenye uchaguzi mkuu kwenye nchi yetu juzi tu kwenye huo mwezi uliopita Oktoba, tuna mwezi mmoja sasa, na tumemaliza uchaguzi mkuu. Sasa kilichobakia kila mmoja ajielekeze katika maeneo yake ya utafutaji riski, katika shughuli zake za ufanyaji wa kazi, tuweze kuchapa kazi. Uchaguzi tumemaliza, na kama tumemaliza uchaguzi, maanake swala la msingi sasa ni kuendelea utunzaji wa amani na utulivu tulionao. Hizi taasisi mnazoziona hizi, asasi za kiraia hata zi ziwe, ziwe huku serikalini lakini hata makampuni mengine yao ya simu, mabenki na mengineyo yote. Nchi yetu hii isipokuwa na amani na utulivu, hatutaweza kuyafanya haya ambayo tunayafanya sasa hapa katika ukumbi huu. Kwa hiyo nyinyi kama taasisi, lakini hata kampuni za simu, sasa ni muda mzuri zaidi wa kuweza kuhamasisha amani kwa sababu tuna tumeshamaliza shughuli za uchaguzi mkuu na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, uchaguzi umemalizika, viongozi wamepatikana, serikali zimeshaundwa. Kwa hiyo sasa ni kushirikiana na viongozi waliokuwepo kwa ajili ya kuipatia maendeleo nchi yetu. Tunajua 2025 haiwezi kuwa sawa na 1961 Tanganyika inapata uhuru, lakini pia Zanzibar ya leo haiwezi kuwa sawasawa na Zanzibar ya mwaka 64 ambapo Zanzibar inafanya, inafanya mapinduzi. Kwa hiyo, maendeleo ni process. Kwa hiyo kwenye, kwenye masuala ya process haya tuwaase sana vijana wenzangu, ati nzuri na sisi ni vijana kama nyinyi. Si vyema kuingia kwenye mkumbo tu watu tukashajihishwa tuka kwenye mambo ambayo tunajua hayana faida ya kuharibu nchi yetu halafu tukaweza kushiriki katika vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunazitegemea sana taasisi, asasi hizi za kiraia kuweza kutufikishia meseji yetu kwa wadau wenu, lakini kwa wananchi pia, kwa sababu nyinyi mmekuwa ni Chombo ambacho mnafanya kazi kubwa sana katika jamii. Na kuna baadhi ya maeneo asasi nyinyi mnaaminiwa zaidi kuliko hata baadhi ya pengine ya viongozi sisi wa serikali tukienda. Naweza nikaenda mimi nikasema jambo, alafu akaenda mratibu, akasema jambo, likaonekana lakini lina uzito zaidi na likafanyika. Kwa sababu, pengine kuna kipindi cha nyuma alipita mratibu za Ramadhani akata vipolo vya tende, kwa hiyo kaonekana tena yeye ndo atakalo lisema yeye manake linakuwa sawa. Kuna mambo mengi mnafanya kwenye jamii, mnasaidia watu vitu vingi sana. Kwa hiyo na hili swala la amani na utulivu nimesema, leo nilisema mbele yenu hapa ili nikutusheni na nyinyi huu mzigo. Sisi viongozi wa serikali tumekuwa tukilizungumzia kwa, na nyinyi tunataka kwenye vikao vyenu, kwenye activity zenu, kwenye warsha zenu mwe mnazisisitiza hilo, kwa sababu ili tuweze kufika kwenye malengo ambayo tunayakusudia lazima nchi yetu ibakie kuwa na amani utulivu na mshikamano ambao tupo nao, tupo nao sasa. Kwa hiyo naamini kwenye hilo tuta, tutaweza kufanya vizuri lakini jingine swala la kuwa wazalendo kwa nchi yetu. Hakuna Tanzania mbili duniani, wala hakuna Zanzibar mbili. Tanzania ni moja, ndio hii ambayo tupo nayo. Kuna watu huko wao, at least, baadhi za nchi wanatoa uraia pacha. Unaweza kuwa Mtanzania lakini ukaomba uraia kwa nchi nyingine lakini bado ulionao wa Tanzania. Mtanzania baki kuwa Mtanzania, yani Mtanzania ukichukua uraia wa nchi nyingine tu, maana yake umeukana uraia wako wa Tanzania. Kwa hiyo sisi kama Watanzania hatuna Tanzania mbili, Tanzania yetu ni moja. Kwa hiyo tunapaswa tuilinde kwa wivu mkubwa na tuilinde kwa gharama yoyote ile, na kwenye hilo mimi naweza kuadhibitishia tu kwamba nchi hii italindwa kwa harama yoyote. Yani hakutakuwa kuna gharama ambayo unasema kwa harama hii basi turuhusu nchi hii iweze kuchafuka, yani hakuna hiyo gharama, hata kama kuna watu wanaweza kaona baadhi ya matukio mengine ni mabaya na aka yakawa si zuri lakini kwa ajili ya usalama wa nchi yetu yani Tanzania lazima ilindwe kwa gharama zozote, kwa sababu nchi ambazo zimesababisha machafuko leo hii yani zinajitafuta zaidi ya miaka 20 30 nyuma na hawajui watu wata siku gani itakaa sawa, tatupendi kutaja yani nchi, lakini ukichukua mfano kama Libya hakukua na shida yoyote yoyote, yani nchi ambayo mpaka mahari unapewa mpaka nyumba ya ukeo unapewa na nyumba kuishi na mkeo, hawafanyi kazi wanalipwa, lakini bado kulitokea vurugu na mpaka leo haijakaa sawa. Kwa hiyo changamoto hizi ndogondogo ndogo za kudai haki, kwa kisingizio cha kudai haki, maanake haki zipo nyingi, na bado mpaka leo huku ambako labda kuna mataifa yanasemwa yako na haki nyingi zaidi za, za kibinadamu lakini bado kuna mabuaji yanatokea. Mimi nataka mkachukua mkaangalia tu, kuna nchi gani duniani ambayo na haki nyingi za kibinadamu, lakini hakuna changamoto hizo za, za, za, za, za watu ambao wanazipata ku labda ku, watu kufariki au labda pengine inaweza tokea baadhi ya baadhi ya changamoto watu kutekwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo zipo, kuna nchi zinajisifia Marekani na wapi, lakini kuna matukio kila siku watu wanauana kila siku watu wanapigana risasi. Lakini kwetu nchi iko imetulia kwa sababu tunajua ni vita hii, sio sio tu ya kudai haki, kuna na mambo mengine nyuma hapa zia. Kwa hiyo sisi kama asasi za kiraia tulichukua hilo, kuhamasisha amani na tuipende nchi yetu, lazima tuwe wazalendo kwa ajili kwa ajili ya nchi yetu kingine nilikuwa niombe tu kutoka kwa kwa Yas kwenye kipindi hiki tunajua, mmekuwa kuna message zile za kijumla, jumla mkitutumia nyingi. Kwa kila likitokea tukio la kitaifa mmekuwa mnatutumia mnatutumia message. Mimi nilikuwa niombe ni nyinyi pamoja na taasisi nyingine za simu kwa kipindi hiki na message za kuhamasisha amani na utulivu kwa Watanzania, nafikiri ni jambo moja la msingi sana, kwa sababu ni taasisi, kwa sababu kampuni yenu inafika mbali na ina watumiaji wengi sana. Mimi mwenyewe sina namba mbili na namba moja na namba ya Yas tu basi. Mmepotea hapa duniani. Sasa na huko ndani kama mpatikanemepotea, mimi naamini kwa kampuni za simu ndani kama hata kama mtu anakamtandao kingine basi, kwanza hii anayo alafu na nyingine ndio ndio inafuatia. Kwao ni, ni kampuni kubwa kwao kuna kila sababu ya kuweza kufanya, tunafanyaje ili tuweze kuhamasisha kwa pamoja kwenye masuala haya. Kwa hiyo kwenye warsha hii ni waombe tu washiriki wote ambao mmehudhuria me, me, me kuweza kupokea mafunzo haya vizuri, kwa sababu kuna faida nyingi. Tunajua tukiweza kushirikiana hivi na wenzetu hawa kuna fursa nyingi kwenye. hata kwenye mitandao ya kijamii huko, yani, kuna fursa nyingi, kuna watu wanatumia mitandao, yani mtu ofisi yake ni simu yake, lakini ananufaika kwa vitu vingi sana. Simu hana jengo hana jambo lolote, mali hana hata kachumba kile ambacho anaweza kafanyia mkutano, lakini simu yake ndio inamuingizia kipato chake, kaajiri watu kwa kutumia hiyo simu yake. Hata mkiona hapo, pengine labda watu wanaandaa maandamano na vitu vingine, hawana maofisi au kama mtu yuko na jumba, na mtu anaweza kufanya hata kama yuko ndani au nje ya nchi, kwa maana yake kwenye kwenye fursa hizi za mitandao ya simu. Sasa kwenye huduma za kijamii, kwenye kwenye kwenye social media huko, kuna fursa nyingi sana. Fikiri mtazipata pale kwa ndugu zetu hawa vizuri, tukazitumie vyema kwa sababu inawezekana social media mnaweza kuona kama pengine by the way tu, lakini social media ina nguvu kubwa sana, na kipindi yani ambacho tuliikosa tu hapa siku mbili tatu tu, yani kila mtu alikuwa anajihisi kama e, e, e, yani kama mtu yuk, yuko na mke mke, kamwacha uko peke yake mjane, kwa sababu tu kakosa, mtu kakosa social media. Mtu kama asubuhi anataka umbea hapati, akienda huko kila kitu utafuta hauonekani. Kwa hiyo maanake huo ndio muhimu, lakini limetokea lile kwa sababu ya uvunjifu wa amani, lakini nchi yetu imetulia, kila kitu kimerudi vizuri. Kwa hiyo kimsingi, tukazitumieni kwa ajili ya faida za kwetu na vizazi vyetu kwa ajili ya kupata taaluma, lakini pia tunajua kwenye mabenki ma, ma, ma na maeneo mengine kuna michango mingi ya kijamii na, in, in, inatolewa huko. Kwa hiyo na, na ndugu zetu Zangof, maanake tusilale, tuendelee kama tunashirikiana leo na Yes, tuweze kushirikiana na makampuni mengine ya kibenki kwa sababu taasisi nyingi hizi asasi za kiraia taasisi hizi zinafika, zina mbali zaidi kwa ajili ya kuhudumia watu wetu. Leo nimealikwa kwa ajili ya kuja kufungua warsha hii, na mimi ni shukuru kwanza kwa kuweza kuona kama naweza kuwa mgeni rasmi katika shughuli yenu hii kubwa na mnialike ili kwa ajili ya kuja kufungua, na baada ya hayo machache